Kutoka Busia tuelekee kaunti namba 39 ambapo serikali imechukua rasmi umiliki wa ardhi yenye thamani ya shilingi milioni 35 iliyokuwa imenyakuliwa katika eneo la Milimani karibu na ikulu ya Bungoma. Umiliki wa ardhi hiyo unaojulikana kama Bungoma Township wenye ukubwa wa nusu ekari sasa umerejeshwa chini ya Wizara ya Ujenzi na Maendeleo ya Makazi. Mnyakuzi ambaye ni afisa wa benki katika eneo hilo alifukuzwa siku ya Jumanne baada ya muda aliokuwa amepewa kuondoka kumalizika na mali hiyo kurejeshwa kwa umma kama ilivyoagiza mahakama.

Mungu, naona ya kwamba ESC inafanya kazi na vile ESC inafanya, hata juzi nimeona land registrar wa Busia akaweza kuwekwa ndani, na sisi kama wanaharakati wa haki za binadamu tumekuwa tukifuatilia haya mashamba yote ambayo amechukuliwa ikaweze kuruti ikuwe ni public lands.